Young Africans sasa baada ya kupoteza mchezo wa mkondo wa kwanza raundi ya pili kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Silver Strikers kwa goli moja Kupila, Afrika, kwa bila. Hatimaye Young Africans imeanza kujiandaa kuhakikisha wanamaliza kila kitu na kutinga hatua hiyo kwenye mchezo wa mkondo wa pili ambao utapigwa hapa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Tanzania. Kuelekea mchezo huo, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe amezungumzia maandalizi ya kikosi chake juu kuelekea uh, wikendi hii Maandalizi kwa upande wa kikosi chetu yanakwenda vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mpaka mazoezi ya leo ambayo yamefanyika pale avic town, uh, hakukuwa na majiraha yoyote. Tumeshawajuza wanachama na mashabiki wetu kurudi kwa mchezaji Clement Mzize, na hiyo ikafanya kufunga hesabu kwa wachezaji ambao wako active uh, kwenye jopo letu la madaktari wote kuwa sawa. Kwa sasa hivi, pekee ambayo anakosekana ni Kwasi Atola ya tola ya ambaye pia hayupo kwenye registration yetu ya msimu huu ambao tumeiwakilisha pale TFF. Maandalizi haya yote yanafanyika kwa wachezaji kuhakikisha Jumamosi pale Benjamin Mkapa tunakwenda si tu kupindua ile meza, bali ikiwezekana kuivunja kabisa. Na mashabiki wa Young Africans, tunarudia kusema tena wao kama wachezaji wa kumi na mbili hawa wachezaji kumi na moja ambao watapangwa na Patrick Mabedi wanawahitaji sana wao kujaa kwa wingi Benjamin Mkapa, kuhakikisha tunakwenda kuishangilia timu yetu kutoka dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho tuweze kufuzu kwenda hatua ya makundi. Katika hatua nyingine, hali Kamwe amewakumbusha mashabiki wa Young Africans kuhakikisha wanajitokeza kwa wingi na kuwahi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, huku akiwakumbusha kwamba kiingilio kwenye mchezo huo ni bure. Tumefanya kikao na wenzetu wa wanaomiliki uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia kwenye kikao hicho walikuwepo uh, wanaoshughulikia na ishu nzima ya usalama wa viwanjani. Tumekubaliana na tumeshauriana na kumekuwa na mfumo rafiki kabisa wa watu kuingia uwanjani ukiangalia sheria zile za Kafu mara nyingi huwa wanataka kujua pia ante, attendance ya watu wanaoingia pale ndani. Kwa hiyo wenzetu wa Ncard ushirikiano, wenzetu wa uwanja, kutakuwa na vituo maalum yaani, kuna vituo maalum ambavyo tutaviweka, eidha yatakuwa magari ya wazi ambayo tutakuwa tunatoa zile kadi za Ncard. Kwa hiyo ukichukua kadi yako unaingia kwenye eh, foleni ile ya kudumbukia Benjamin Mkapa. Tumefungua mageti mengi zaidi takavyowezekana kuepusha ile purukushani ya nje. Kubwa ambalo ni muhimu na hili naomba ni wasisitize wanachama wenzangu Yanga Africans. Mechi ni saa kumi na moja kamili jioni. Chanzo cha fujo ni kundi kubwa la watu kuja dakika za mwisho. Yani, mechi saa kumi na moja, we kumi na nusu ndo mefika Benjamin Mkapa. Ndoma watu tumefungua mapema mageti ili kuepusha Msongamano wa watu. Ukiwahi, ndio unajiweka katika mazingira rahisi na salama ya kuingia ndani. Wenzako wakiwahi, tukifunga mageti, maana yake hutapata nafasi ya kuishuhudia hii mechi ya kihistoria kwa klabu yetu.